Ni msisimko mkubwa na sisi kama Yas na Mixx by Yas tumejivunia na, na mafanikio makubwa tuliyopata ndani ya siku mia moja. Nipende tu mgeni rasmi kukufahamisha kwamba tumeweza kufikia um, malengo yetu na tumeweza kupata tuzo ya Okla, tuzo ya TEHAMA na awadi ya TRA kama mlipa kodi mkubwa wa mwaka jana na haya ni mafanikio ya siku ya leo. Duka hili la Yas SGR Dar es Salaam ni mwanzo, kwani tunapanga kufungua maduka mengine mengi maeneo muhimu ambapo huduma za SGR zinapatikana, ili kuimarisha uwepo wetu zaidi. Kama mnavyofahamu hivi sasa, hivi karibuni tulingana na TRC um, kuwawezesha watanzania kupata kulipia tiketi zao kwa kupitia mtandao au kupitia Mixx by Yas, lakini pia tumeleta ofa mbalimbali ambazo zinawasaidia wateja kupata tiketi. Kwa hiyo ukilipia ticket yako unarudishiwa um, pesa yote ukikata siku ya Ijumaa. Kwa hiyo ni promotion ambayo ni mahususi ku encourage watu kutumia huduma za kidijitali. Mkuu wetu wa mkoa anaipongeza management nzima kwa kazi kubwa ambayo mnaifanya. Naomba mpigie makofi lakini kubwa, anasema mmeleta mabadiliko chanya kwa wananchi, sio Dar es Salaam tu, lakini Tanzania nzima, anawapongeza sana. Lakini la tatu, mmeleta ushindani mkubwa sana kuhakikisha kwamba mnawafikia wananchi mpaka vijijini. Tukiangalia taarifa yenu na ambayo pia ameisema hapa, ni minara karibu elfu nne. Sio kazi ndogo, naomba mjipigie makofi. Hayo yote mnayofanya kwa sababu mnawafikia wananchi wetu kuanzia kwenye mitaa yetu, mnawafikia wananchi kwenye kata zetu, kwenye tarafa zetu, kwenye wilaya zetu, lakini kubwa zaidi kwenye mkoa. Kwa hiyo tuwapongeze kwa kazi kubwa ambayo mnaifanya. Hiyo ni salamu kutoka kwa mkuu wetu wa mkoa, lakini mimi niseme machache, isiwe siku ya kuongea sana au siku ya hotuba sana, kwa sababu tunakwenda kufungua duka letu, si ndio? Yas Store, yani tuko hapa tena, vijana tuko hapa sio yes Store. Tuko, tuko hapa kiukweli. Kwanza mmependeza sana, sare yenu ni nzuri sana, hongereni sana.